Yapo mambo mengi aliyowahi kuyafanya Baba Mtakatifu Francisko enzi za uhai wake, ila karibu tukushirikishe haya kumi kwa kuanzia, ili kujikumbusha yale aliyoyasimamia. Moja, kanisa la huruma na kujinyenyekeza. Baba Mtakatifu Francisko alihamasisha kuondoa dhana ya kuhukumu na badala yake kusamehe, huku mara nyingi akisema kanisa linapaswa kuwa kimbilio kwa walioonewa na waliojeruhiwa. Mbili, waraka wake muhimu la Laudato Si'. Baba Mtakatifu alisema kupitia waraka huo ubinadamu katika kuilinda dunia, huku akifungamanisha na mabadiliko ya hali ya hewa na uwajibikaji wa maadili, na kwamba kila mmoja anapaswa kuhakikisha kuwa dunia inakuwa sehemu salama ya kuishi. Tatu, kuwaangazia zaidi maskini na wanaotengwa wanaobaguliwa. Baba Mtakatifu Francisko daima aliwatetea wale wote waliotengwa na jamii. Alipigania haki na alikemea ukosefu wa haki ya kiuchumi na ukosefu wa usawa wa kimataifa kwa maneno na vitendo. Nne, mageuzi ya kanisa na sinodi. Baba Mtakatifu Francisko alihimiza mazungumzo ya wazi, uwazi na kufanya maamuzi ya pamoja ndani ya kanisa, akitoa sauti zaidi kwa makanisa ya pembezoni. Tano, maisha ya kawaida ya kipapa. Baba Mtakatifu Francisko alichagua kuishi katika nyumba ya kawaida ya wageni huko Vatikani, kuendesha gari dogo aliiga unyenyekevu na kuweza kufikiwa na watu wengi zaidi. Sita. jinsi alivyoshughulikia kashfa za mapadri za unyanyasaji wa kingono. Ingawa alikosolewa, Baba Mtakatifu Francisco alianzisha miundo mipya ya uwajibikaji na kuwaondoa ofisini maofisa wa ngazi za juu waliokumbwa na kashfa za unyanyasaji. Saba. Mazungumzo kati ya dini mbalimbali mbali. Baba Mtakatifu Francisko alipanua madaraja ya Uislamu, Uyahudi na dini zingine, hasa kwa kusaini hati ya udugu wa kibinadamu mnamo mwaka 2019. Nane, mtazamo wa ulimwengu. Kama papa wa kwanza kutoka amerika ya kusini Baba Mtakatifu Francisco alileta sauti ya ulimwengu wa kusini kwenye moyo wa Vatican, akiangazia masuala yanayokabili mataifa yanayoendelea. Tisa, alikumbatia teknolojia ya sasa na vyombo vya habari. Baba Mtakatifu Francisco alitumia mitandao ya kijamii kuwafikia mamilioni kuuvunja vizuizi na kwa kiongozi wa kidini anayefuatiliwa zaidi mtandaoni, ana wafuasi zaidi ya milioni 99 katika mtandao wa kijamii wa Instagram. Kumi. wanawake katika kanisa. Baba Mtakatifu Francisco alianzisha majukumu zaidi kwa wanawake huko Vatican na kutoa wito wa kutafakari kwa kina juu ya ushirikishwaji wao katika uongozi na kufanya maamuzi na haya ni mambo kumi kati ya mambo mengi aliyowahi kuyafanya Baba Mtakatifu Francisko enzi za uhai wake. Makala hii fupi imeletwa kwako kwa msaada wa mtandao Raha ya milele umpe, e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Mimi ni Agnes Shayuhiza niliye mdogo